Bunduki zaidi zanaswa katika operesheni inayoendelea Isiolo. Maafisa <muchas> wa usalama katika gatuzi la Isiolo wameendelea kupata mafanikio wa makubwa kufuatia operesheni ya kiusalama inayoendelea katika maeneo mbalimbali ya kaunti hii. Akizungumza na meza ya runinga ya Waso, kamishna wa gatuzi la Isiolo, David Kiprop amesema operesheni hiyo imeanza kuzaa matunda baada ya maafisa wa usalama kunasa bunduki saba haramu, zikiwemo aina ya AK-47, G3 na M16 pamoja na zaidi ya risasi 100. Aidha, maafisa hao walifanikiwa kung'oa mimea 38 ya bangi iliyokuwa ikilimwa katika eneo la Kambigarba. We've made progress in this manner and fashion. Um, we've since recovered an additional seven firearms of various uh, uh, m make or makes and uh, equally uh, recovered some 105 rounds of uh, ammunition. Uh, on matters drugs mambo ya madawa ya kulevya na mihedarati

Yaju. Commissioner Kiprop ameongeza kuwa zaidi ya mbuzi na kondoo mia moja na saba waliokuwa wameibwa wamepatikana katika eneo la Maili Tano na kwa sasa wako chini ya ulinzi wa maafisa wa usalama wakisubiri kukabidhiwa kwa wamiliki halali. We Is, uh, not too far away uh, from our border with, with, uh, Meru. And, and, and, and these 107 shots are yet to be handed over to their owners. We, we plan to do so, uh, shortly hereafter. Katika operesheni hiyo, kamishina huyo amethibitisha kuwa washukiwa wanne wamekamatwa kwa kupatikana wakimiliki bunduki haramu, huku washukiwa wengine watatu wakikamatwa kwa tuhuma za kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya we have uh, arrested a number of suspects uh, arising from uh, what i just uh, spoke uh, to or about we have in our custody uh, some four suspects with what Commissioner Kiprop amewahimiza viongozi pamoja na wakazi wa Isiolo kushirikiana kwa ukaribu na vyombo vya usalama ili kuhakikisha amani, sheria na utulivu inarejea kikamilifu katika kaunti hii. Nasema ya kwamba tuko tuko tuko, tuko na nia, tuko na uwezo, tuko na mpango ya kuhakikisha ya kwamba Isiolo hii hali ya sheria na utangamano ime, imerudi kama ilivyokuwa, ilivyokuwa hapo awali lakini katika eh, eh, kwenda kwetu mbele tutahitaji eh, msaada, tutahitaji eh, ushirikiano wa, wa, wa, wa takriban kila mtu, ushirikiano wa viongozi wa eneo eh, hili, ushirikiano wa mwananchi wa kawaida wa eneo hili, ushirikiano wa kila mtu eh, aliye eh, eh, katika kaunti eh, hii yetu ya Isiolo. Kwa upande wake, Kamanda wa Polisi wa Isiolo, Isaac Sang ametoa onyo kali kwa wakazi dhidi ya kujihusisha na matumizi au biashara ya dawa za kulevya akisema janga hilo linaendelea kuwaangamiza vijana wengi wadogo katika jimbo hili. Na ningependa kusema pia um, tuliweza kunasa um, madawa za kulevya. Hii ni 15 grams ya bangi. Then ukiangalia uh, upande huu pia tuko na misokoto ya bangi, hii ni plan ya bangi. So, tunashukuru uh, sana kwa wananchi ambao wametupasha habari, tumeweza kuaruti hii bangi hii sehemu yetu ya Isiolo. So, wananchi ya Isiolo, tunajua ya kwamba maneno ya drugs imezidi na imeenea sana, na sisi wenyewe ndio tunapanda hii bangi. Ningependa kuonya ya kwamba hizi bangi ambaye tunasuhusa katika sehemu hii inaharibu Haya yanajiri baada ya ziara ya Waziri wa Usalama, Kipchumba Murkomen, kutangaza kufanyika kwa operesheni mpya ya usalama kukabiliana na uhalifu wa wizi wa mifugo katika eneo hili. Nikiripoti ya runinga ya Waso, langu jina ni Husein Morangiriguyo. Runinga ya Waso, ya kujuza na kukuburudisha.